Kwa majina anaitwa Diana Kama Teka Makatu, mwenyekiti wa Umoja wa Usafirishaji Mazao ya Majini Tanzania, TAOME. Aa, leo tumewaitisha mkutano kama TAOME kwa ajili ya kujadili mambo yote ambayo yanaletea changamoto biashara yetu ya usafirishaji wa mazao ya baharini. Tumekutanisha wadau wote nchi nzima, kuna wadau wametoka Tanga Mtwara, Rufiji, Mafia pamoja na Zanzibar. Lengo letu ni kujadiliana juu ya mstakabali wetu a, kwa sababu bajeti imetoka bajeti ya wizara ya uvuvi. Tumekuwa tukiona wenzetu wakitetewa katika biashara zao, kama kwa mfano watu wa madini wame, sheria imewa, imewalinda wazawa kwa hiyo hilo limetugusa zaidi kuona kwamba sisi kama taome aa, na tulivyojisajili kwa ajili ya kutetea haki za wafanyabiashara, hatukuona tukitajwa ni namna gani tutalindwa katika biashara yetu, na biashara yetu imekuwa ikiingiliwa sana, kuanzia kwenye uvuvi mpaka kwenye uchuuzi mpaka kufika kwenye usafirishaji. Kwa hiyo lengo letu leo tumekuja kujadiliana ili tupaze sauti kuifikia serikali waweze kutulinda na kunufaika na rasilimali za nchi yetu. Sekta ya uvuvi, sisi tunaiangalia kama inatunga sheria lakini sheria hazisimamiwi, ndio maana unakuta hatu, hatunufaiki na sekta ya uvuvi, tumeishia kuwa na leseni na kufanya biashara zisizokuwa na tija. Sisi tunaiomba serikali itunge sheria zinazotekelezeka, pia ifike kwa kwetu huku chini itufikie kutupa elimu, kutupa utaalamu, kutupa zana za kisasa ambazo zitatufanya kuwa na ushindani katika soko la kimataifa. Tunaishia kwamba tunafanya biashara, lakini tuna zana hafifu, tuna miundombinu hafifu, utanunua samaki namna ya ku ya kuzihifadhi ni vitu ambavyo vinaharibika. Hakuna magati ya kupokelea samaki na kuhifadhi hakuna kwa hiyo ni sheria ambazo zinatungwa lakini kimsingi unaona kabisa kwamba haziwezi kututoa tulipo kwenda sehemu nyingine. Sheria yetu ina ina ina changamoto, hasa kuanzia kwenye bahari kuu, maji madogo, mpaka kwenye uchuuzi. Kwa wale ambao wanakwenda mm, maji ya mita hamsini wanakuwa wakiona meli maha... zikipita na hawajui hizo meli zina, zina utaratibu gani. Kuna mambo mengine sisi hatuwezi kuyajua, sheria zinafanyaje ili kuwalinda wazawa. Unaona meli inapita, hujui iko kwenye utafiti wala hujui kama iko kwenye kuvua au kufanya nini. Kwa hiyo sasa watu wetu wameishia kushangaa tu, hawaelewi kwamba uvuvi unaweza kuwanufaisha namna gani, na hasa kwenye upande wa ufanya biashara kama wasafirishaji, tunapata changamoto ya kuingiliwa na wageni hasa hususani Wachina. Wachina wamekuwa wakiingia kwenye biashara zetu wakienda mpaka deep mpaka mashambani kwa kupitia wazawa, na kinachopelekea wazawa kuwapeleka Wachina mashambani ni kwa sababu ya kuwa na uelewa mdogo kujua ni namna gani wanaathiri uchumi wa nchi na kukosa mitaji ya kufanyia biashara. Kwa hiyo wanapokuwa wanakuja wa China wanatumia ile nafasi ya udhaifu wa kukosa mitaji pamoja na uelewa mdogo kuingilia biashara zetu. kwa jina naitwa Sara Elfrida Aron Mwambu, ni mdau katika sekta ya uvuvi na ni mwanachama wa Taome. Nimekuja e, kushiriki mkutano huu kwa ajili ya kuweza kutoa malalamiko yetu au kutoa maombi yetu kwa serikali sisi tukiwa kama wadau wa uvuvi kuna mahali tumefikia, tumeingiliwa sana na wageni ambao ni Wachina, tunakutana nao mpaka kwenye vyanzo vya ukusanyaji wa samaki aina ya kaa. Tunakutana nao Mtwara, Lindi kote, Mafia kote kule, tunakutana na Wachina, unakuta wao wanapandisha bei. Wachina wenyewe nafikiri ni hao hawa, hawa, ambao wako maeneo haya ya Kariakoo, wakishauza maua wamemaliza, mnaenda kukutana kule kwenye kwenye kununua samaki unakuta za samaki kawaida tunatakiwa kununua elfu kumi na nne kwa kilo aina ya kaa mpaka elfu kumi na tano lakini mchina yeye kule akifika ananunua elfu ishirini na tano mpaka elfu thelathini na tano mpaka elfu arobaini kwa sababu huwa tunanunua kwa size hasa. Unakuta e, wazawa wameshindwa kukabiliana na hiyo hali kwa sababu kwanza wazawa wanakuwa na mitaji midogo, wengine wanakuwa na mikopo, wamekopa katika benki sasa hata marejesho kwenye benki inashindikana. Serikali ituangalie sana, kwa sababu naona tumeingiliwa vibaya mno na hawa wa China. Alafu pili, ituwezeshe tunaomba serikali ituwezeshe, ituwezeshe mitaji. Kuna wakati serikali iliwahi kutuahidi kupitia wizara ya uvuvi kwamba itatupatia sisi wa wafanyabiashara, e, meli ndogondogo kwa ajili ya kuvua samaki hata hawa dagaa tukajikusanya na kila kitu lakini hatukuona hata waliishia wapi. Sasa unaenda kuvua samaki, we unatumia boti ambaye inamulika kwa karabai, alafu mwingine eh, ni mchina yeye anatumia meli ya uvuvi ambayo ina rada inapima kabisa, inaona kwamba hapa pana samaki wengi labda aina ya, ya tuna fish au hapa pana samaki wengi aina ya dagaa, anashusha nyavu zake, anavua kwa kisasa. Lakini sisi bado tunatumia zile njia za kizamani kabisa, mtu anaenda na karabai mpaka samaki aone ule mwanga wa karabai ndio ashushe nyavu, aanze kuvua kwa kweli tuko katika wakati mgumu sana sisi ambao tuko kwenye hii sekta ya uvuvi tunahitaji serikali ituwezeshe na pia iangalie kwa nini tunaingiliwa na hawa wageni kwa sababu tunapokutana na wageni kwenye soko mvuvi akitoka kule anasema kuna mchina pale ananunua elfu thelathini wewe mama kasanda unanunua elfu kumi na tano siwezi kukuuzia kwa hiyo changamoto zinakuwa ni kubwa sana tunashindwa kuendelea mpaka sasa hivi kuna kampuni ambazo zinadaiwa mikopo zilichukua mikopo benki kwa hiyo wanatakiwa waendelee kulipa, lakini ni sawa kama biashara yetu imesimama, kwa sababu imeingiliwa kupita kiasi? Kwa kweli, tunaleta kilio chetu kwa serikali, ni lazima iangalie. Kama ambavyo mkuu wa mkoa wa Chalamila amesema anawafukuza wachina wote Kariako, sio wako Kariako tu, wametuingilia sisi kwenye uvuvi. Kuna Wachina najua wana viwanda wako kule Mbagala, mbele kidogo kule, wanaviwanda wao, wamepewa kweli kabisa leseni na serikali ya kufua deep sea maji marefu, lakini wao wanarudi wanavua kwenye shalo, ambako kwenye shalo wota nilitakiwa nivue mimi ambao ni mzawa kwa boti yangu hiyo hiyo yenye kutumia karabai, ambaye haina hata vifaa vya kisasa vya kupima. Hasa huu ushindani wa kibiashara, je, yes, sisi mbona tunaathirika kiasi kikubwa. Tunachoomba serikali na waziri husika aangalie kwa kweli, maanake hali imekuwa ni mbaya mno. Ya kwangu ni haya tu. Jina naitwa Jones John Akili na mtafiti juu ya maswala ya maendeleo Tanzania na pingineko. Katika mkutano wa mashauriano nime- nimekaribishwa kama mshauri, um, mwelekezi katika swala zima la kuangalia maswala mtambuka yanayo eh, yanayoathiri au yanayogusa uendeshaji wa sekta ya uvuvi Tanzania kwa e, maana ya Tanzania bara ya Tanzania visiwani, masuala ya kisheria masuala ya kisera masuala ya kimifumo ya uendeshaji na usimamizi wa wa uvuvi especially, eh, haswa haswa uvuvi unaofanyika katika eneo la bahari Tanzania, hasa katika ule ukanda uh, ukanda maalum wa kiuchumi ambao uko chini ya mamlaka ya nchi ya Tanzania. Uh, katika kuangalia mfumo wa uendeshaji wa uvuvi na usimamizi, kuna swala moja kubwa ambalo linajulikana, sio swala geni, linajulikana la uvuvi haramu, uvuvi usioripotiwa katika mamlaka husika za nchi, na uvuvi ambao unafanyika bila kusimamiwa. Mifumo ya usimamizi inakuwa E, haidhibiti kwa ufanisi unaostahili una basi, tumeona kwamba uh, uvuvi upo ushahidi wa kutosha kabisa wa tafiti ambazo zimefanywa extensively uh, katika nyakati tofauti tofauti, unaoashiria kwamba uh, kuna uvuvi haramu katika eneo la bahari kuu na hata bahari katika maji ya, ya nchi tunaita territorial waters na bahari kuu kwa maana ya ukanda maalum, kwa Kiingereza inaitwa exclusive economic zone. Na huu uvuvi nani anafanya? Watanzania kama Watanzania of course, ni rekebisha hili kwamba uvuvi unaweza ukafanywa na Tanzania wenyewe kwa kufanya pasipo kufuata sheria zinazoongoza uvuvi, lakini vile, vile uvuvi huu haramu unafanywa na mataifa mashirika au makampuni yanayotoka katika mataifa ya nje. Uh, katika mataifa ya nje maana yake wenyewe wanafanya uvuvi katika eneo la bahari kuu na maeneo mengine ya karibu na mpaka wa nchi. Sasa ushahidi unaonyesha ni nani? Hayo mataifa ya nje ni yapi? Hayo mataifa ya nje kwa kiwango kikubwa na ushahidi wa kidunia ulipo uliopo wa kimataifa unaonyesha nchi ya Jamhuri ya Watu wa China ina makampuni na inaendesha meli nyingi katika misimu ya uvuvi e, katika kusaka a, samaki aina ya tuna e, na kusaka a, wanaita a, shark finning ku shark nipaje e, kwa Kiswahili sijui, lakini kuchukua yale ma inaitwa mapezi sijui fins, fins, matezi ya eh, ya nini ya hao, ya hao sharks na kuyasafirisha, lakini vile vile seafood kwa maana ya lobster, shark na crabs, na aina hizo za samaki zinavunwa, na hali ilivyo kwa sasa hivi hali uh, mavuno hayo, uvuvi wa aina hiyo umepelekea baadhi ya aina ya samaki ku, ku patikana kwa kiwango cha chini kabisa au kupotea kabisa. Katika sayansi ya uvuvi marine science kuna kitu kinaitwa uh, eh, ma maximum sustainable yields, yaani kwamba sheria za kimataifa zinazo zinazo guide au uh, zinazoongoza uwekezaji au uvuvi zinataka nchi eh, uvuvi ufanyike kuishia kiwango ambacho aina ya samaki waliopo wanaweza kujizalisha na kujirudisha katika wingi wake, lakini kuna mavuno yanayofanyika ya, ya uvuvi naita overfishing, yaani yamevuliwa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba aina baadhi ya aina za samaki hazi, hazi, zimeshuka chini ya kiwango cha maximum eh, sustainable yields, maana yake haziwezi kujizalisha kwa haraka na baadhi ya hizo ili ziweze kurudia katika kiwango chake inachukua muda mrefu sana. Sasa utajua kwamba kwa kwa mfano e, kwa sasa hivi kuna ina samaki na kamba kochi walikuwepo huko nyuma, hawa wamevunwa hadi wameisha <laughs> wamevunwa hadi wameisha, na inaongozwa na uvunaji, wake unaongozwa na sheria za kimataifa, lakini mashirika makampuni yanje, ya nje yamevuna hao samaki hadi hawamo tena katika kilindi eh, ki, ki, ki chetu cha maji yetu. Sasa, hiyo ina madhara gani? Madhara ni mengi lakini utavuwe, leo tunakutana na na hii jumuiya ya, ya wasafirishaji na nake kuna makampuni ambayo yalikuwa yamejikita me, ya katika kufanya biashara ya aina hiyo ya samaki na sasa kwa vile hamna tena manake na, na makampuni ya wazawa nayo na yamekufa yakohoi ya hoftba uh, zipo athari nyingi mbalimbali mbali za uchumi hii. Eh, hoja siyo hoja ngeni, inafanyika na serikali inajua na serikali, kuna namna imeliongelea katika maandiko yake. Kwa mfano eh, niwakaribishe kusoma ile sera ya kuendeleza eh, sekta nini uchumi wa bluu katika uchumi wa bluu imefanya uh, utafiti wa kina, imefanya uchambuzi wa kina, imeonyesha kwamba eh, kuna mapungufu katika usimamizi wa eneo la ukanda maalum na hata mamlaka zilizoundwa. Kwa mfano, ile inaitwa Deep Sea Fisheries Authority ambayo ina makao makuu yake Zanzibar, imeonekana kwamba ina mapungufu, haiwezi kusimamia kikamilifu uchumi uchumi ule wa, wa blue. Kama tunayo kweli nia na dira ya kujenga uchumi wa bluu, maana yake ni lazima tuwe na taasisi zenye nguvu ambazo zimewezeshwa, zina nyenzo na uwezo wa, wa kusimamia wa uchumi wa, wa bluu. Yapo mapungufu mengine nyingine ya kiutendaji, kwa mfano eh, eh, mkurugenzi wa wa wa uvuvi katika wizara zetu hizi iwe eh, Zanzibar au, au Tanzania bara wana mamlaka ya kusimamia uvuvi unaotokea katika maji hadi kwenye territorial water, eneo nchi kavu na territorial water. Lakini wakati mwingine hizi mamlaka zina overlap, wakati mwingine zinaingiliana na mamlaka nyingine eh, nani anajua, anafanya nini, anasimamia nini? Kuna eh, wingi wa mamlaka lakini ufinyu kwa uwezo. Unaona wakati mwingine mamlaka yanaingiliana lakini hata uwezo wa kutimiza eh, mamlaka ya taasisi moja kwa ufanisi ina- inakuwa inafanya nini ina inapungua. Kwa hiyo kimsingi, kwa maana ya mkutano wa mashauriano ni ku- kuibua hizi hoja na kuchochea mjadala mjadala wa kitaifa, watu wajue kwamba kuna tatizo na washiriki, watu wako wapi, ni akina nani, wanafanya kwa mbinu gani na mikakati gani ya kulinyima taifa mapato na na kuharibu mifumo ya maisha ya jamii za wavuvi wanaozunguka katika mwambao wa Tanzania bala na kule visiwani, na kama zipo hatua e, za kuchukua, tu, tu, tu, tuzungumze namna ya kulikabili tatizo lenyewe. E, sisi wadau katika sekta hizi za uvuvi, sekta binafsi, lakini tuwe na namna ambavyo tunapeleka ujumbe wafikie mamlaka za serikali, watunga sera, wasimamiaji wa sheria, na wote waweze kujua kwamba hili ni swala ni swala muhimu katika ujenzi wa uchumi na tutajenga uchumi wa bluu. Kama mojawapo ya mafiga ya ya uchumi wa bluu ni kuwa na sekta ya uvuvi iliyo imara, alafu hiyo sekta hujarekebisha madhaifu yaliyo yaliyo katika sekta yenyewe ya ya uvuvi ambayo inajenga figa la uchumi wa bluu, alafu kasema utaweza kujenga uchumi wa bluu ulio mkubwa, ambapo mimi naliona kama ni <coughs> uh, kama ni kujengea katika madhaifu, na hiyo haituweki katika nafasi nzuri ya kujenga uchumi wa bluu. Kuna mambo mengine kwa mfano ya kiutendaji, lakini mengine ni ya kisera kikodi. Kwa mfano katika kusimamia wazawa, wana wanatitiwa wana, wana, wana, wana, namna gani, ukilinganisha na watu wanaoitwa investors? Inawezekana kuna utitili wa kodi, wengi wao wamelalamika kwamba wanaumizwa zaidi na kodi, lakini mfumo wa masoko wa samaki wanaovuliwa hau, hau, hauwezeshi wazawa kushiriki kwa kiwango kile kile ambacho wa makampuni ya mataifa ya nje yanashiriki. Kwa mfano, kuna suala zima la teknolojia. Bado tunatumia teknolojia duni sana katika uvuvi ukilinganisha na makampuni ya nje mitaji sisi wavuvi wetu hawana vyanzo vya mitaji vizuri vya kuwawezesha kushindana na makampuni ambayo yanakuja na teknolojia na mitaji na kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, makampuni kama ya China yana yanakuwa yanapewa ruzuku eh? wanapewa ruzuku, wanawezeshwa kiteknolojia, wanawezeshwa kila kitu kuja kufanya huo uvuvi haramu katika Tanzania. Kwa hiyo uvuvi haramu unaoendeshwa na nchi ya China ni uvuvi ambao unakuwa wanaita state sponsored ha, unakuwa sponsored na mamlaka ya nchi ya China, tofauti na sisi ambao hata kupata mtaji katika mabenki ni, ni, ni inakuwa ni swala swala gumu. Kwa hiyo tutajadili, tutayajadili yote tutayaona na tuna vyombo vya habari kusaidia pia kupeleka ujumbe huu kwa umma ili tuwajue kabisa kwamba sio kwamba watu wamekaa tu eh, kuna watu wanaoangalia eh, masuala yanayo kwa elimu hizi na mengine mengi. Usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.